Michoro ya uovu. Uovu si jambo linalotokea kwa bahati mbaya. Mara nyingi huja kwa michoro, yani mipango, mbinu na hatua zinazopangwa kwa siri au wazi ili kuharibu maisha ya mtu, jamii au taifa. Biblia inasema, hatuna vita dhidi ya nyama na damu, bali dhidi ya falme, mamlaka na roho za uovu. Waefeso 6:12. Kuelewa michoro ya uovu ni hatua ya kwanza ya kuishinda. Maana ya michoro ya uovu: michoro ya uovu ni mipango ya siri inayolenga kuharibu, mawazo yanayopandwa polepole moyoni, mitego ya kimaadili, kiroho na kijamii, njia za kumtenga mtu na Mungu, ukweli au kusudi lake. Uovu huanza kidogo lakini huzaa matokeo makubwa. Asili ya uovu Uovu una mizizi mikuu mitatu: moyo wa mwanadamu, tamaa, chuki, kiburi, maana moyoni hutoka mawazo mabaya Mathayo 15:19. Ulimwengu, mifumo ya dhambi inayokubalika kijamii, nguvu za giza, shetani na roho wachafu. Michoro ya uovu huunganisha haya yote matatu. Michoro ya uovu katika maisha ya kila siku Uovu hauji kwa sura ya kutisha kila mara. Mara nyingi huja kama maneno ya kawaida, lakini yenye sumu: ushauri unaonekana mzuri lakini unaharibu maadili, ahadi za haraka bila jasho, uhusiano unaokufanya umwache Mungu polepole pole. Hapa ndipo wengi hunaswa bila kujua. Michoro ya uovu katika jamii. Katika jamii uovu hujionyesha kwa rushwa na dhuluma, uongo uliopambwa kama hekima, ukandamizaji wa maskini, kuvunja familia na maadili. Uovu ukikubaliwa kimya kimya hugeuka kuwa mfumo. Michoro ya uovu katika mawazo: kupoteza hofu ya Mungu, kujitenga na watu wa haki, kujiona yuko sahihi kila wakati. Dalili hizi zisipotambuliwa mapema huzaa maangamizi. Jinsi ya kuvunja michoro ya uovu: ukweli. Uovu huishi gizani, ukweli huuangamiza. Neno la Mungu, silaha ya rohoni. Maombi huleta nuru na nguvu. Toba ya kweli hubomoa misingi ya uovu. Nidhamu ya akili, chunga unachokiri na kusikiliza. Mifano ya kibiblia Yusufu aliepuka mtego wa sherati, Danieli alisimama dhidi ya mpango wa hila, Yesu alimshinda shetani jangwani kwa neno. Hawa walishinda si kwa nguvu zao, bali kwa hekima na utii. Michoro ya uovu ipo, lakini haishindi mtu aliye macho. Mungu hakutuacha bila silaha. Kila uovu una mpango, lakini kila mpango wa uovu una mwisho kwa mtu anayesimama katika kweli. Hakuna silaha itakayofanikiwa dhidi yako, Isaya 54:17. asante sana kwa kunisikiliza. Ninaamini kwamba umeelewa maana ya michoro ya uovu. Bwana Mungu awape nguvu za kushinda michoro ya uovu. Amen, amen.